Habari yako mtazamaji, hii ni boti ya Sea Cruiser. Jina langu ni Sakina Chambulilo na kwenda kufanya mahojiano mafupi ya abiria waliopanda katika boti hii. Ni ajabu sana kuona nini vile vitu chini ya maji vikani kama uyoga, si vingine ni nini vile vya ndani, ni kuona kila kitu chini ya maji tu. Kwamba karibuni jamani, karibuni, hii ni nchi yetu, lazima tujue kila kitu ambacho kipo katika nchi yetu nikuwa sijai kufika Kilwa ila kuja tu hapa kukanyaga nimejisikia burudani kabisa. Jamani, karibuni sana, asante nashukuru, yeah. Mtazamaji, kama ulivyosikia, <sighs> <sighs> yeah, mambo ni moto hapa Kilwa, maji ni masafi eh? mazingira ni mazuri, na dada, mambo sana hapa, mambo mefurahi sana. The the coral reefs were amazing. Uh, amazing. What is under the sea is under sea, just amazing. Do you wish to come come back? back. Yes, I will definitely come back. Utamwambiaje mtu ambaye hajawahi kufika Kilwa? e nm o kwanza namna alivyotupokea kwa upendo, ukarimu lakini kubwa kuliko baada ya kuingia kwenye boti kuna vitu vingi tumeenjoy sana. Sikuwahi kufikiria kama kuna boti ambayo ina kioo, alafu unaweza ukaona mpaka chini ya bahari. Kwao tumeona viumbe vingi sana ambavyo hatukuwahi kufikiria kuviona kabla. boti boti maridadi sana yani hii. boti ina kioo mm. Iko chini ya Tawa. Tawa wameanzisha hii programu, ni programu nzuri sana nadhani kwa Mtanzania ambaye anataka kujionea nchi yake kipia, kwa kwa, ni kitu kipya. Mi nimejifunza vitu vipya kweli na vitu nilikuwa sijui kama ile miamba ya baharini, ni viumbe matumbayo, yamekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho sijawahi kuona na wala sijawahi kuwaza, ya nilikuwa na hamu ya kuziona hizi boti <laughs> na kweli, je, zinaonyesha kile ambacho nilikuwa nategemea, lakini imezidi na nilivyokuwa nategemea yani huko chini unaona miujiza maajabu ya Mungu the structure na kila kitu, yani kama kuna kitu kingine huko cha tofauti, kwa hiyo kinaonekana very clear. Na hizi sio tu kwa vijana, hata rika lolote pia linaweza likaja lika enjoy and have some fun, so I will advise waje ndio waone uh, what the beautiful country is made of. Nimependa mazingira ni mazuri. Uh, sijawahi kusafiri, sio kwamba sijawahi, ni muda mrefu kidogo sijasafiri majini. Kwa hiyo nimeenjoy the view, kupanda huko juu kuangalia na kupiga picha. Kwa kweli, mazingira ni mazuri, nimeyapenda sana. Nadhani wazidi kutanua na kutangaza zaidi kwa Watanzania na kwa kuhamasisha watu mbalimbali kutembelea hili eneo, kwa ni ajabu sana. Naitwa Messi Mbogela, ni meneja na msimamizi mkuu wa hifadhi ya magofu ya Kilwa Kisiwani na magofu ya Songo Mnala. Hifadhi ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara hii ni hifadhi ambayo inautambulisha mji wa kale wa kihistoria wa Kilwa Kisiwani kama ambavyo tunajua au tunatambua kwamba katika mkoa wa Lindi na hata Tanzania kwa ujumla Kilwa Kisiwani na Songo Mnara ni miongoni mwa miji ya kale zaidi kwenye ukanda wa pwani ya Afrika ya Mashariki, yapata kuanzia miaka elfu moja iliyopita, kwa sababu Kilwa Kisiwani na Songo Mnala ni mji ambao ulianza kukaliwa kuanzia karne ya tisa, yaani miaka ya mia nane, na walianza kukaa we, we, wazawa ambao ni mababu zetu kabla ya ujio wa wageni yani, makundi kama ya Washirazi kutoka huko Arabuni, karne ya tisa, na mpaka karne ya kumi na tisa. Lakini waliingia Wareno karne ya kumi na tano, karne ya kumi na sita, na baadaye waliingia Warabu kutoka Omani karne ya kumi na nane mwishoni mpaka karne ya kumi na tisa. Ni mji ambao una ushahidi wa kuwa na sarafu yake yenyewe, ambapo dola hiyo ya Kilwa wakati huo ilitu na nchi nyingi, karibu nchi nyingi kwenye ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki na mashariki ya mbali, ili nchi hizo zilitumia sarafu ya Kilwa. Kwao ilikuwa ni nchi ambayo ina dola yenye nguvu kwa wakati huo, lakini pia karne hizo hizo karne ya kumi na mbili Kilwa Kisiwani Songo Mnara ilikuwa, ulikuwa ni mji ambao unajulikana sana kimataifa kiasi ambacho u, mji huu ulikuwa ni lango kuu la biashara kwenye ukanda wa pwani ya Afrika ya Mashariki. Kwa nini? Kutokana na uh, kukua kwa uchumi wa Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, ambao uchumi huu ulisababishwa na biashara kubwa zilizokuwa zinafanywa baina ya Kilwa na mataifa ya mbali lakini pia kutokana na sifa hizo na hasa hasa ustaarabu wa kwanza ambao ulianza kutokea Kilwa kabla ya maeneo mengine kwenye ukanda wa pwani Afrika ya Mashariki. Sababu hizi kubwa na historia kubwa ya Kilwa ilisababisha eneo hili au hifadhi ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara kupandishwa hadhi na shirika la kimataifa la UNESCO mnamo mwaka 1981. Hivi leo kutokana na umuhimu huo, huo hifadhi ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara inaitambulisha taifa la Tanzania kimataifa kwa maana ya kwamba uh, kiutamaduni lakini pia kihistoria. Kutokana na hadhi hiyo na umuhimu huo wa hifadhi, kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA, tupo hapa kwa ajili ya, kwa kwa ajili ya kulinda, kuhakikisha tunalinda, tunatunza, tunahifadhi na kuendeleza hifadhi hii ya magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara ili iendelee kuleta faida kwa kizazi cha leo lakini pia kwa kizazi kijacho. Kwa hivyo tunaendelea na shughuli za ukarabati wa majengo ya kale ya Kilwa Kisiwani. Kwa mfano, mwaka 2021 tumekarabati ngazi ya kwenye kasli ya Husuni Kubwa, tumekarabati mnara pale kwenye mna, pale Songo Mnara, mnara wenyewe tumeukarabati, upo kwenye hali nzuri ya kiuhifadhi. Lakini tulikarabati pia na ukuta wa kukinga ngome ya mleno ili isiasilike na kasi ya mawimbi ya bahari. Kama tujuavyo, majengo mengi ya kale yako karibu na bahari yako kwenye hatari ya kupotea. Kwa hiyo ili kuyanusuru yasipotee, tunafanya jitihada ya kuhakikisha tunayanusuru kutokana na hiyo kadhia. Kama ambavyo tujuavyo, vita vya Majimaji vilianzia Kilwa mwaka 1905 na baadaye 1907 vilimalizikia Songea. Kwa hivyo kuna vitu vya kale vizuri kule, mapango ya Namaingo, mapango ya ya himali yao na vitu vingi vizuri kule na Ndete. Lakini tuna mji wa kihistoria pale Kilwa Kivinje, tuna maeneo mengine ya kale mazuri sana, mto Nyange ambao una viboko weupe kule mto Nyange. Hivi pia ni, ni sehemu ya malikale ambazo tunaziangalia kwa ukaribu zaidi. Kwa hivyo malikale hizi zote tunazitangaza kupitia vyombo vya habari, lakini pia tunatumia mbinu nyingine ya kutoa elimu, kuelimisha jamii kuhusu na hizi mali kale, jamii jue nini maana ya mali kale, nini umuhimu wa mali kale, lakini pia jamii, hasa Wanakilwa wanalinde, uh tunawaelimisha wajue umuhimu wa wao kufanya utalii wa ndani kwenye hizi lasilimali kale. Utalii sio kwa ajili ya wazungu tu au kwa ajili ya watu waliotokea Dar es Salaam. Sisi wenyewe Wanakilwa wanalindi na Watanzania kwa ujumla tuna, tunayo fursa ya kufanya utalii wa ndani kwa gharama nafuu. Kwa hivyo tuna program tunaita Conservation Awareness Program ambayo tumetulianza almost miaka mitatu iliyopita mpaka hivi leo hiyo program tunaendelea nayo, tumeona matokeo chanya kupitia hiyo programu, wameweza kuhamasika na wamekuja kutalii kwenye hifadhi za Malikale. Programu hii tunaifanya kwa jamii, tunaifanya kwenye shule za sekondari, tunaifanya kwenye vyuo, tunafanya kwenye, kwenye shule za msingi. Tuna rekodi ya shule ambazo tayari tumeshazitembelea mpaka sasa. Kwa mfano, tumetembelea Lindi sekondari mwaka jana, mwaka juzi, tumetembelea Kikanda sekondari, Ilulu sekondari, Angaza sekondari, zote hizi tumezitembelea. Lakini Mgomba tumefika mpaka huko, lakini kazaa kama viwili au vitatu pale Mtwara vimefikiwa na elimu hii ya uhifadhi wa wanyamapori na Malikale. Na hata jana tumezifikia shule tatu mfululizo pale mkoani Lindi. Tumefikia shule ya Mingoyo sekondari, Msinjaili shule ya msingi na Ngongo sekondari, na lengo la kufika kwetu pale ilikuwa ni kutoa elimu ya uhifadhi wa maliasili, wanyama pori na mali kale, lakini pia kuwapatia elimu ya kuelewa uelewa kuwa na uelewa pamoja walimu na wanafunzi kuwa, kuwapa hamasa ya kutembelea hizi rasilimali la, la kali zinazopatikana kwenye magofu ya Kilwa Kisiwani, Songo Mnara na kule Kilwa Kivinje. Kwa hivyo, kwa sauti hii nipende kutoa hamasa kwa wanafunzi na walimu, hasa walimu ambao ndio wana jukumu la kuandaa trip au study tour za kuja Kilwa Kisiwani na Songo Mnara kwa ajili ya kufanya utalii tunafanya kazi siku zote yaani, kuanzia Jumatatu tu Jumapili, ofisi ziko wazi tayari kwa kuhudumia watalii muda wote. Ukifika kuanzia saa moja na nusu mpaka saa kumi, ofisi ziko wazi, tunahudumia watalii na wageni muda wote, na gharama ni nafuu. Jamani, utalii wa malikali ni mzuri sana, na gharama ni nafuu sana ukifika utaona misikiti ya kale iliyojengwa kuanzia miaka 1000 iliyopita, mpaka leo bado ipo. Utaona ngome za Wareno, ngome ya Waarabu iliyojengwa tangu miaka 1505 na, na mpaka leo bado ipo. Utaona makasli ya masultani ambayo yalijengwa kuanzia karne ya kumi na nne mpaka karne ya kumi na tisa yani miaka 1300 mpaka 1800, na mpaka leo bado ipo Hi, hivyo ni hizo, ni baadhi hivyo ni baadhi ya vivutio nilivyovitaja, lakini Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, Kilwa Kivinje, kuna mambo mengi ya kujifunza. Kwa hivyo gharama ni nafuu, ni shilingi elfu tatu kwa kila Mtanzania ambaye ni mtu mzima na shilingi elfu moja kwa wanafunzi wa shule ya msingi na wanafunzi wa shule za sekondari. Lakini pia ipo gharama ya boti ambayo ni elfu thelathini kwa kila Mtanzania, lakini inapokuwa ni grupu kubwa, linakuwa grupu ni kubwa la wanaotaka kutumia una discount ambapo tutatoa namba za simu za mawasiliano, mtaweza kuwasiliana na ofisi na ofisi itawapatia discount, mkafanya utalii mzuri kabisa na mkafurahia utalii wetu.